Na kila wakati <coughs> Mungu ni mwema. elfu mbili na ishirini na tano maujaji, nafikiri kitafakari vizuri maujaji, katika matumaini ni maisha yetu ya Ukristo tunayoishi kila, si ndiyo? Mbele yenu naitwa Joel Roimau aji kwenye kamati ya maandalizi ya siku ya familia lakini pia na siku ya vijana. Tukizingatia siku ya vijana au siku ya maalum ya vijana ni tarehe thelathini na moja mwezi wa tano, lakini pia siku ya familia ni tarehe moja mwezi wa sita. Kwa haraka haraka, maanake siku zimefanyaje sana sana inasikikii kama kuna mtu ambaye alifahamu, ila sasa wanasema enzi za zamani, wale waliokuwa wana kwenye kwenye Agano la Kale, wale manabii wana- wana kipindi wana, wanapaka wana, wana maono kuja kuyafikisha. Hakuna watu waliokuwa na mioyo migumu kama wafalme. Yaani, mfalme anaona nabii akishakuwa na maono zaidi, basi anaenda kupingana nani, kupingana naye sasa hii isije ikajitokeza kwa, kwa parokia ya Msamala, hmm. ya kwa sababu tunasema hivyo kwamba baba paroka ameshakuwa na maono, tuko pamoja, ameshakuwa ma na maono ya parokia ya nini ya Msamala ya na kama ameshakuwa na maono basi, wale wa Kristo lazima tuifikie yale ale maono, maono. Watu wameshaanza kutafuta tofauti naje, lakini sasa, Mwenyezi Mungu pale anapokuwa hanatoa, huwa hatoi kwa wakati ule anaoutaka yeye, uko pamoja na huwa hatoi kwa wakati unaoutaka wewe na, wow. na mara nyingi huwa hanafanya pale ambapo ufanyiji utarajii, pale unapoelekea ukata tamaa sio, unafanyafanyaje anaibua kitu ambacho kinakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine